Ziwa Burigi ni ziwa la Tanzania kaskazini magharibi, mwa mkoa wa Kagera linalopakana na wilaya tatu za mkoa huo ambazo ni Muleba, Karagwe na Biharamulo likiwa ni ziwa tegemezi katika uchumi wa wilaya hizo. Licha ya kuwa tegemeo la kiuchumi upande wa Karagwe katika mwalo wa Luhita, wananchi na wavuvi wa upande huo wa Karagwe wameiomba serikali kuwasaidia kuwaondolea magugu maji kwani hadi sasa shughuli za kiuchumi kutoka upande wa Karagwe kwenda Muleba imekuwa changamoto kutokana na magugu maji hayo kuziba njia. Wametoa maombi hayo wakati wa ziara ya bodi ya wakurugenzi ya uwakala wa shirika la meli Tanzania TASAC walipotembelea maeneo mbalimbali ya maziwa na mialo iliyopo Karagwe, mkoa wa Kagera. Pia waliiomba serikali kuingilia kati kwenye mipaka ya hifadhi ya Burigi na Karagwe. Magugumaji yetu huwa hayatembei, isipokuwa tulishachonga ka njia ambako ni kembamba sana, na na uchache wetu tunahangaika nako sana, lakini wakati mwingine mpaka na katukatisha na tamaa, na kule kuna watu wanaotegemea huduma kijijini na kuvuka kule kuelekea mpaka Muleba. Halafu kingine pale eneo la mwaro kuna kuna matope sana, sehemu ambayo hata kama ukija na kamzigo kako changamoto, ambayo ili ufikie pale ulipo mwaro kuna matope, tunapata changamoto kama huduma za kutoka ngambo kwenda ngambo hazipatikani watu wanaingia saa tano za mchana wanatoka saa tano za usiku kwa ajili ya kupita kwenye juu ya magugu maji, mara wanasukuma mara nini mara boti huko washinde huko, wengine ni kuomba msaada kwa ajili kwa ya kuenda kuwasaidia. Kwa hiyo utaratibu wa mwalo na huduma za ngambo kwenda ngambo haziwezi kufanyika kwa sababu hatuna njia ya kwenda ngambo kutoka ngambo nyingine, uweko utaratibu ambao a, a, kama ni mpaka ujulikane wao wajue sehemu yao na sisi tujue sehemu yetu. Usio unaendelea unyanyasaji, kwa kuwa wao wana vyeo. Unajua, mtu akishapewa dhamana bwana, anaweza akafanya vyovyote anavyojisikia kukufanya kikubwa, wewe huna, huwezi kujitetea na huwezi kusema lolote. kwa hiyo mimi nilikuwa naomba katika hilo meza mtu usaidie mipaka yao ijulikane na sisi sehemu yetu ya kufanyia kazi ijulikane. Kapteni Nahoza Musa Mandia ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi TASAC, akawaahidi wananchi wa mwalo huo kuhakikisha wanashirikiana na mamlaka husika kumaliza tatizo hilo, huku mkurugenzi wa usalama wa ulinzi na usunzaji wa mazingira TASAC Kaletisia Mtaki akieleza namna ambavyo shirika hilo litapambana kumaliza changamoto za mazingira. na tumeonana na wananchi na wametueleza changamoto walizonazo, mojawapo ni upatikanaji wa njia ya kutumia kwa ajili ya kwenda ng'ambo ya pili, lakini changamoto kubwa ni magugu magugu maji ambayo yapo kwenye maji. Lakini tunachopenda kuahidi ndugu zetu ni kwamba kila ambacho kiko ndani ya uwezo tutakifanyia kazi, na polepole pole, e, tutabadilisha mazingira ili kwa ujumla wananchi waweze kuishi kwa amani na waweze kufanya biashara yenye tija, na sisi kama mamlaka ambao majukumu yetu hasa ni kuangalia kuhusiana na usalama ulinzi na utunzaji wa mazingira kutokana na shughuli za usafirishaji kwenye vyombo vya majini. Kwa hiyo tumejionea namna ambavyo pia maziwa ya ndani pia kuna baadhi ya huduma ambazo zinahitajika sana. Hasa miundombinu katika sehemu ya mialo, ambayo hiyo mialo kuna baadhi ya mialo kama ziwa la Kiamkyuzi lakini kuna ziwa moja jingine la ziwa Kajunju tunaona kwamba yanapakana na nchi nyingine jirani yanafanya biashara zao na Burundi na Rwanda kwa hiyo maeneo kama yale unakuta kwamba yanahitaji uwekezaji mkubwa kwa sababu kuna bidhaa nyingi ambazo zinapita kati ya Rwanda na Tanzania.